Salmanu lfarisi radiyallahu anhu anamwonyesha mtu huyu ya kuwa Uislamu haujaacha kitu, hata zile adabu za kukidhi haja. Bali Uislamu haujaacha lolote, mpaka mtu anaupiga mihayo, mtu anaupiga chafya, anatakiwa afanye nini, Uislamu umemfundisha. Hakuna ambalo limeachwa. Inakuwaje leo waislamu wa leo wasiangalie dini yao katika mambo ambayo ni makubwa zaidi kuliko kukidhi haja, mambo ambayo ni makubwa kuliko jambo la kupiga chafya na mfano wake. Waislamu wampatwa na nini wakaacha yale ambayo Allah subhanahu wataala ameyabainisha kwa uwazi kabisa? Wana nini Waislamu leo? Hawajali wala hawafahamu Uislamu wao unazungumza nini katika muamala baina ya mtawala na wale wenye kutawaliwa. Waislamu leo hawafahamu, bali waislamu imefikia hatua wanaongozwa na watu wapumbavu wa akili, wanasiasa waliokuwa waongo wanawaongoza waislamu wenye kitabu, waislamu wenye mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasalam, hawa waislamu wa leo imefikia hatua wanawasikiliza watu ambao mbele yao kuna kiza na moto, ndio watu wenye kuwaongoza na wanaosikiliza maneno yao, na hali ya kuwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi: ni namna gani raia waishi na mtawala, ni mambo gani ya kuzingatia kwa mtawala, kama ambavyo zimesheheni ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho yaliyokuwa mazuri na yenye manufaa makubwa sana.